Habari na karibu kwenye Kuku Farm Pro, mahali ambapo tunakuletea maarifa ya kina kuhusu ufugaji wa kuku kwa faida. Mimi ni Steven na leo nitakufundisha jinsi ya kutengeneza faida ya shilingi milioni tano au zaidi kila mwezi kupitia ufugaji wa kuku wa mayai. Hii siyo nadharia tu, bali ni njia halisi ambayo wafugaji wengi wameitumia na kufanikiwa. Ukitilia maanani hatua zote nitakazokuelekeza leo, unaweza kugeuza ufugaji wa kuku kuwa biashara inayokupatia kipato cha uhakika. Kama unataka kupata mafunzo zaidi kuhusu biashara ya ufugaji, hakikisha unabonyeza kitufe cha subscribe, kisha like na share ili wengine pia wanufaike. Sasa tuende moja kwa moja kwenye somo letu la leo. Sehemu ya kwanza. Mipango ya biashara ya kuku wa mayai. Ufugaji wa kuku wa mayai ni biashara inayohitaji mpangilio mzuri na usimamizi makini. Kabla hujaanza, lazima uelewe mambo muhimu yafuatayo. Moja, kuchagua aina bora za kuku wa mayai. Si kila kuku ni bora kwa biashara ya mayai. Ili kufanikisha malengo yako ya kupata faida kubwa, chagua aina za kuku zinazojulikana kwa uzalishaji wa mayai wa hali ya juu na matumizi mazuri ya chakula. Aina bora ni Highline Brown, Lohmann Brown, Bovan Brown, Isa Brown. Kuku hawa wameboreshwa ili kuwa na uzalishaji wa juu wa mayai takribani 320 hadi 350 kwa mwaka. Wanatumia chakula kwa ufanisi na wana uwezo wa kustahimili mazingira tofauti. 2. Mahitaji muhimu kwa kuku wa mayai. Ili kuku wako watoe mayai kwa wingi, ni lazima wahudumiwe kwa uangalifu mkubwa. Hakikisha banda lako lina hewa safi. Kuku wanahitaji hewa safi ili kuepuka magonjwa. Nafasi ya kutosha: kuku mmoja anapaswa kuwa na angalau sentimita kumi na tano za nafasi. Mwanga wa kutosha, saa 14 hadi 16 za mwanga kwa siku huongeza uzalishaji wa mayai. Usafi wa hali ya juu, banda safi huzuia magonjwa na kuboresha afya ya kuku. Pia hakikisha unakuwa na vifaa muhimu kama viota vya mayai bora, vyombo vya chakula na maji, tray za kuhifadhi mayai. Je, umejifunza kitu hapa? Usiache kubonyeza like na subscribe ili uwe wa kwanza kupata mafunzo mapya. Sehemu ya pili: mapato unayoweza kupata kutoka kwa kuku wa mayai moja uzalishaji wa mayai kwa kuku mia tano elfu moja na elfu mbili na mia tano sasa hebu tuchambue mapato kulingana na idadi ya kuku kuku mia tano unatarajia kupata mayai mia nne kwa siku bei ya yai moja shilingi mia tatu mapato ya siku shilingi laki moja ishirini elfu mapato ya mwezi shilingi milioni tatu laki sita elfu. Kuku elfu moja, mayai mia nane kwa siku. Mapato ya siku shilingi laki mbili arobaini elfu. Mapato ya mwezi shilingi milioni saba laki mbili elfu. Kuku elfu mbili mia tano, mayai elfu mbili na mia moja kwa siku. Mapato ya siku shilingi laki sita thelathini elfu. Mapato ya mwezi shilingi milioni kumi na nane laki tisa elfu. Ushauri: ikiwa utapata soko zuri na kuuza mayai kwa shilingi mia tatu hamsini kwa yai, mapato yako yanaweza kuongezeka zaidi. Napenda maelezo haya tafadhali, bonyeza like na tuendelee. Sehemu ya tatu, gharama katika ufugaji wa kuku wa mayai. Katika biashara yoyote lazima uelewe gharama zako. Hebu tuangalie gharama kubwa zaidi katika ufugaji wa kuku wa mayai. Moja. gharama ya chakula kuku mmoja hula kati ya gram 90 hadi gram mia moja ishirini na tano za chakula kwa siku. Kwa kuku mia tano unahitaji kilo hamsini kwa siku, shilingi elfu sitini kwa siku. Kwa mwezi utahitaji shilingi milioni moja laki nane elfu. Kwa kuku elfu moja chakula kitaigarimu shilingi milioni tatu laki sita elfu kwa mwezi. Kwa kuku elfu mbili mia tano garama ni shilingi milioni tisa elfu kwa mwezi. Mbili, garama nyingine maji na umeme shilingi elfu hamsini kwa mwezi. Chanjo na matibabu shilingi laki moja elfu kwa mwezi. Mishahara ya wafanyakazi shilingi laki mbili elfu hadi laki tano elfu kwa mwezi. Hadi sasa umeona kuwa biashara hii inahitaji usimamizi mzuri wa gharama ili kutengeneza faida kubwa. Sehemu ya nne faida halisi unayoweza kupata. Sasa hebu tuchambue faida baada ya kutoa gharama, kuku miatano mapato ya mwezi shilingi milioni tatu laki sita elfu, baada ya gharama faida shilingi milioni moja laki nne, hamsini elfu. Kuku elfu moja faida shilingi milioni tatu laki moja, hamsini elfu kwa mwezi. Kuku elfu mbili mia tano faida shilingi milioni tisa laki mbili hamsini elfu kwa mwezi. Ikiwa utaweza kuuza mayai kwa shilingi mia tatu hamsini kwa yai, faida yako inaweza kuwa shilingi milioni kumi na mbili laki nne, elfu kwa mwezi kwa kuku elfu mbili mia tano. Sehemu ya tano: mbinu za kuongeza faida. Nunua chakula kwa jumla ili upate bei nafuu. Tumia lishe mbadala kama dagaa, mabaki ya mboga na majani ya guava kupunguza gharama. Uliza mayai moja kwa moja kwa wateja wakubwa kama hoteli, migahawa, shule na maduka. Boresha ufungashaji wa mayai ili uweze kuuza kwa bei ya juu. Kwa kufuata mbinu hizi, unaweza kuongeza faida yako na kufanya biashara hii kuwa endelevu zaidi. Hitimisho. Je, unapanga kuanza na kuku wangapi? Acha maoni yako hapa chini. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwa mafunzo zaidi kama haya. Asante kwa kutazama Kuku Farm Pro.